Na kwengineko ni kwamba mahakama ya Kibra hapa jijini Nairobi imeendelea kusikiliza kesi ya mauaji ya mwalimu Albert Ojwang huku ikiwanyima dhamana washukiwa sita akiwemo mshukiwa mkuu Samson Talaam. Kesi hiyo sasa imepangiwa kuanza kati ya tarehe 17 hadi 21 mwezi ujao. Na tukisalia huko huko mahakamani ni kwamba ripoti ya uchunguzi wa akili ya mshukiwa mkuu wa mauaji ndani ya wodi hospitali ya Kenyatta imetiliwa shaka na mawakili wake. Ode Francis anaarifu mengi. Aliyekuwa naibu OCS wa kituo cha polisi cha Central Nairobi, Samson Talaam na wengine sita watasalia rumande hadi kesi dhidi yao ya mauaji itakapoanza. You did not hear the court. Jaji Diana Kaveza akiegemea uzito wa uamuzi wake kwa kuharibiwa kwa kanda za CCTV katika kituo cha polisi cha Central wakati wa mauaji ya Albert Ojwang ndani ya sele. Kesi hiyo itaanza wiki ya tarehe 17 hadi 21 mwezi ujao.

kwenye kesi ya mauaji ya mgonjwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, mshukiwa mkuu Kalombotole akiwa rumande imetiliwa doa na mawakili wake wakidai kuwepo kwa uzembe katika utayarishaji wa ripoti hiyo. It mahakama itatoa uamuzi wake iwapo ripoti hiyo iliyowasilishwa itatumika kwa uamuzi ili Kalombotole asomewe mashtaka au la. Ode Francis, runinga ya Citizen,